Kubali kuhakikisha ya kwamba unawasaidia ndugu zako wa kiroho au wa mwili kufikia mahali ambapo Mungu anataka wafikie, ndio somo letu la leo. Mpendwa, karibu katika kipindi chetu cha leo kizuri huko pamoja na mimi mwalimu Walter Moses Mrisha. Tunataka tukajifunze kitu kizuri ambacho kitakusaidia wewe katika maisha yako ya kukua kiroho kadiri siku zinavyoendelea na leo nataka tuangalie kitabu kile cha Yoshua mlango ule wa ishirini na mbili mstari ule wa kwanza mpaka ule wa sita Kuna jambo pale zuri ambalo utakwenda kujifunza siku ya leo katika Yoshua mlango wa ishirini na mbili mstari wa kwanza mpaka wa sita Maandiko yanasema, wakati huo Yoshua akawaita wa Reubeni na Wagadi na wa hiyo nusu ya kabila ya Manase naye akamwambia, ninyi mmeandama haya yote mlioamriwa na Musa mtumishi wa Bwana, na nimesikia sauti yangu katika yote niliyowaamuru mimi. Hamkuwaacha hao ndugu zenu siku hizi nyingi, hata hivi leo lakini, mmeashika mausia ya amri ya Bwana Mungu wenu. Na sasa yeye Bwana Mungu wenu amewapa ndugu zenu kustarehe kama alivyo alivyowaambia. Basi sasa, rudini ninyi mwende mahemani kwenu, hata nchi ya milki yenu ambayo huyo Musa mtumishi wa Bwana aliwapa ng'ambo ya pili ya Yordani. Lakini mjibidiishe sana kutimiza kuzifanya amri na sheria ambazo Musa mtumishi wa Bwana aliwaamuru kumpenda Bwana Mungu wenu na kuenenda katika njia zake zote na kuzishika amri zake na kushikamana na yeye na kumtumikia kwa moyo wenu wote na nafsi yenu yote basi yoshua akawabarikia na kuwapa ruhusa waende zao, nao wakaenda mahemani mwao. Sasa katika somo hili unatakiwa ujue kile kitu ambacho kilikuwa kina au kimefanyika kabla ya hili au haya maneno kutamkwa, wana Waisraeli walipokuwa wanakwenda kuirithi nchi ambayo Bwana Mungu alikuwa amewapatia amini, ile nchi ya Kanaani, walipita katika jangwa lile la Sini, na kabla hawajavuka Yordani kwenda katika ile nchi ya ahadi, kuna makabila mawili na nusu, yani walikuwa ni Wariubeni, Wagadi na nusu ya kabila ya Manase ambapo baada ya kupiga vita katika eneo fulani upande wa pili wa mto Yordani waliona ile nchi ni nzuri, na wakataka kuishi katika ile nchi. Sasa kwa sababu waliona, walienda wakamwomba Musa, wakamwambia sisi tunatamani tuishi katika nchi hii, na tujenge maboma tujenge na nyumba zetu, na hapa tutawaachia wake zetu waishi na wanyama zetu, na tuendelee na maisha. Musa akawaambia kwamba haitakiwi kufanya hivyo, ni lazima muhakikishe kwamba ndugu zenu, yaani watu wengine waliobaki, makabila mengine yaliyobaki, yaweze kuingia katika ile nchi ya Kanaani na kuirithi kama vile Bwana alivyokuwa amewapatia. Kwa hiyo kukatengenezwa agano baina ya wao na Musa pamoja na Mungu, ya kwamba ile nchi kabla ya kuingia nchi ya Kanaani yani upande wa pili wa Yordani itakuwa ya haya makabila mawili yaani wa Reubeni wa Gadi na nusu ya kabila ya Walau ya Manase, lakini Musa akawaambia kwamba hamtowaacha ndugu zenu waende wenyewe kupigana vita na kuchukua ule mji au ile nchi ambayo Mungu amewapatia. Lazima muende na ndugu zenu, muhakikishe kwamba nao wamepata urithi kama nyiye mlivyopata urithi, ndipo mrudi na kuweza kuishi katika nchi hii ambayo mmechagua kwa hilo patano lipopati, walipopatana pamoja, basi nusu ya kabila ya Manase, watu wa Gadi na Riubeni wakakwenda pamoja na makabila mengine ya Israeli hata kuimiliki ile nchi ya ahadi, yaani nchi ya Kanaani. Sasa hapo ndio msingi wa somo letu, tukiona kwamba wana wa Israeli haili, haya makabila mawili na nusu hayakuwaacha wenzao wa, wa, waende kupigana vita wenyewe, bali waliwasindikiza, walienda pamoja nao na kuhakikisha wamekaa nao mpaka mwisho na wao kuweza kurithi nchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi kuwapatia. Sasa kitu gani ambacho nataka ujifunze hapo au tujifunze mahali hapo? Ni wa kwamba wewe nawe unatakiwa ukubali kuhakikisha unawasaidia ndugu zako. Sasa hapa tunasema ni wa kiroho ama ni ndugu zako wa kimwili waweze kufikia mahali ambapo Mungu anataka wafikie kama vile um, kabila hili la Wagadi, kabila lile la Reubeni na nusu ya kabila ya Manase, ijapokuwa tayari walikuwa wamekwisha kufika katika nchi na kutawala na kumiliki na kukaa sehemu ambapo wamefanikiwa, sasa sehemu ya urithi walikwenda na kukubali kufika na kuhakikisha ndugu zao makabila mengine yaliyobaki, wanafika katika ile nchi ya Kanani, nao wanamiliki nao wanarithi hasa. Hicho ndio unachotaka ujifunze, na tutaangalia vitu vichache kama vile vinne au vitano katika somo hilo, ambayo itakusaidia kuelewa ni kwa namna gani unaweza ukafanya jambo kama hili. Sasa katika mstari ule wa kwanza na wa pili maandiko yanasema, wakati huo Yoshua akawaita Wareubeni na Wagadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase naye akawaambia, ninyi meandama haya yote mlioamriwa na Musa mtumishi wa Bwana nanyi mmeisikia sauti yangu katika yote niliyowaamuru mimi. Sasa hapa tunaona viongozi wa kiroho. Kiongozi wa kwanza alikuwa ni Musa kiongozi wa pili wa kiroho alikuwa ni Yoshua, na viongozi hawa wanasisitiza wanasisitiza kwamba Musa aliwaambia ha makabila mawili na nusu ya kwamba wafanye hichi kitendo, nao wakasikia. Na Yoshua nao alipoingia nao katika ile nchi ya Kanaani, aliwasisitizia namna hii hii, na hapa anawaambia kwamba mlifanya kitu hichi na hichi kitu kilikuwa kizuri. Sasa kunaona viongozi walitumika kuwachochea, sawa, kuwa msaada kwa kuhamasisha ndugu waweze kusaidiana viongozi, na ndio kitu ambacho nataka ujifunze ya kwamba wewe kama ni kiongozi kwenye familia, wewe kama kiongozi kwenye kanisa yaani we ni kiongozi wa ndugu kimwili, awe ni kiongozi wa ndugu kiroho, ni lazima utumie nafasi yako kuchochea watu waweze kusaidiana, waweze kushikamana, watoto waweze kushikamana, watoto wako wa kiroho, watoto wako wa kimwili, waweze kushikamana, wawe kitu kimoja, wasaidiane katika kufanikisha maisha yao wasaidiane katika masomo, wasaidiane katika uchumi. Lazima utengeneze hiyo unity, utengeneze huo umoja, wapate kushikamana. Sio wewe uanze kutengeneza mfumo ambao watatengana au hawatathaminiana au hawatataka kusaidiana. Utakapoonyesha upendeleo labda mmoja amefanikiwa, kwa hiyo unamsifu yule mmoja zaidi ya wengine ambao hawajafanikiwa, utakuwa unatengeneza matengano. Ndugu mpendwa, shikiliza, unachotakiwa ufanye ni kuhakikisha kwamba wale waliofanikiwa kama vile Wariubeni na Wagadi na nusu ya kabila ya Manase, baada ya kufika katika eneo lao, ambao walifanikiwa kukaa Musa aliwahimiza ya kwamba lazima muwasaidie ndugu zenu, nao wafike katika nchi ya ahadi, katika eneo ambalo Mungu atawapa pumziko na amani. Hivyo wewe kiongozi, lazima uwachochee wale ambao ni watoto wako wa kiroho waliofanikiwa, au watoto wako wa kimwili waliofanikiwa, ndugu wa kimwili au ndugu wa kiroho uwachochee kuhakikisha ya kwamba wanaweza kufanikisha wenzao kuwasaidia wenzao, ili wafanye kazi kwa pamoja. Lazima uchochee hilo jambo, hiyo ni kazi. Kama we ni mchungaji, kama we ni kiongozi kwenye familia, kama we ni baba, kama we ni mama, kama we ni mwalimu, chochea ndugu waweze kushikamana, ili waweze kufanikiwa kwa pamoja badala ya kutenga wengine. Jambo la pili ambalo nataka niliseme mahali hapa ni kwamba kiongozi ni muhimu, wafundishe hao ndugu kuwa kufanya hivyo ni amri ya Mungu. Katika mstari wa tatu tunaona anasema, hamkuwaacha hao ndugu zenu siku hizi nyingi, hata hivi leo, lakini mmeashika mausia ya amri ya Bwana Mungu wenu. Sasa nawaonyesha hapa kwamba Musa alichokuwa amewambia sio kwamba ni Musa tu amewambia, bali na a, yani kushika kile ambacho Musa alichokuwa amewambia. Sio kwamba walishika maneno ya Musa, bali walishika amri ya Mungu, walishika neno la Mungu. Na neno la Mungu, mtumishi wa Mungu au kiongozi, baba, mama Um, mchungaji kiongozi wa kiroho sehemu lazima uachilie hiyo ndani ya watu ya kwamba wajue hiyo ni amri ya Mungu. Utaniuliza hiyo amri pia iko wapi? Ukisoma katika kitabu kile cha Wagalatia mlango ule wa sita, usikate tamaa. Ninataka niseme hiyo eneo, kiongozi lazima uwashike hawa watu, uwashike hawa watu usikate tamaa katika hilo, wafundishe watu kwamba hiyo ni amri ya Mungu na imeandikwa kwenye Wagalatia sita mbili ya kwamba tubebeane mizigo na tuchukuliane. Hiyo ndiyo sheria ya Kristo, tuchukuliane, kubebana lazima. Wadogo wa wabebe amini, wakubwa wa wabebe wadogo, wakubwa kiroho wa wabebe wadogo kiroho, wa kubwa kiuchumi wawabebe walio wadogo kiuchumi, walio wakubwa kiakili waweze kuwabeba walio wadogo kiakili. Hiyo ndiyo amri ya Kristo. Kiongozi lazima utengeneze hayo mazingira, wewe ambao umewekwa uwe kama Yoshua, uwe kama Musa, na uwaambie kwamba ni Mungu ameelekeza hilo jambo lifanyike. Lakini jambo la tatu, ninachotaka kusema ni kwamba unatakiwa usikate tamaa mpaka uone Mungu amewafikisha wale ndugu katika eneo ambalo anataka wafike. Yoshua anawaambia katika Yoshua ishirini na mbili nne anasema na sasa, yeye Bwana Mungu wenu amewapa ndugu zenu kustarehe kama alivyowaambia. Basi sasa rudini ninyi, muende mahemani kwenu hata nchi ya milki yenu ambayo huyo Musa mtumishi wa Bwana aliwapa ng'ambo ya pili ya Yordani. Anawaambia sasa, kwa sababu Mungu sasa amewapa starehe, amewastarehesha sasa ndugu zenu, amewafikisha katika ile nchi ya ahadi, amewafikisha pale ambapo alitaka wafike, sasa ndipo mnaweza mkarudi nachotaka kusema ni nini? Hawa hawakukata tamaa mpaka walipohakikisha ya kwamba ndugu wameweza kupata nao eneo la kustarehe, eneo ambalo Mungu alitaka wawakae. Kiongozi ndipo sasa anawaambia hapo, mnaweza mkaacha, mnaweza mkarudi, mnaweza mkaacha kuwasindikiza wenzenu. Hautaki kukata tamaa katika ndugu wanaochoka kukata tamaa hutakiwi kukata tamaa ndugu zako ambao bado wako katika umaskini. Hutakiwi kukata tamaa ndugu zako ambao bado hawajasoma kufikia viwango ambavyo Mungu anataka. Hautakiwi kukata tamaa unapoona ndugu zako wa kiroho bado hawajasimama vizuri kiroho. Lazima uhakikishe unaendelea kushikamana mpaka mwisho, maana Yesu bado hajakukatia tamaa, maana Yesu bado hajawakatia tamaa. labda akuambie moja kwa moja, lakini hautaki kukata tamaa mpendwa, maana bado Mungu anawapenda wale watu, bado Mungu ana makusudi mema na mazuri kwao, na wewe uyashike makusudi hayo hayo. Jambo la nne, hakikisha baada ya kufanya hayo yote haumwachi Mungu, yani wewe unayesema na unatakiwa uendelee kumshika Mungu na kumshirikisha Mungu, mshirikishe Mungu katika hayo mambo. Na ndiyo maana nasema mambo ya kufanya ili uweze sasa kuwasaidia ndugu zako hata kufikia katika malengo na makusudi ambayo Mungu anataka wafike. Jambo la kwanza, hakikisha unawaombea ndugu zako unaombea baba yako, mama yako, kaka yako, dada yako, mjomba wako, shangazi yako, ha? Bibi, babu, wadogo, ombea ombea, wapeleke mbele za Mungu. Tengeneza listi ya ukoo wenu, ndugu zenu wote, waombee ndugu zako. Kama ni kwenye kanisa, ombea Wakristo wenzako, ombea, usichoke usichoke. Kuna mambo ambayo hupendi, hupendi kuona wale watu wanafanya, waombee Mungu wa mdoe. Jijengee hii tabia na usikate tamaa mpaka mwisho, maana Yesu bado anatuombea, bado anakuombea wewe na hajakata tamaa. Muombezi wetu bado anatuombea, nasi tunabidi tuombee, tusikate tamaa, maana maandiko yanasema, ombeni bila kuchoka, ombeni pasipo mwisho. Ombea ombea ndugu zako, ombea wakristo wenzako, ombea mtumishi wa Mungu, ombea watu, jifunze kila siku, weka akiba hiyo ya maombi kuombea, ili wafikie elimu ambayo Mungu anataka wafike, wafikie viwango vya kiroho ambavyo Mungu anataka wafike, wafikie viwango vya kiuchumi ili ambavyo Mungu anataka wawafike. Ombea, usikate tamaa, usinyamaze, fanya hima, fanya hima. Jambo la pili, washauri katika njia ambayo Mungu angependa waende. Washauri, washauri, mwambie ndugu yangu afanye hivi. Kwa nini usiache pombe? Kwa nini usiache sigara? Washauri, washauri kazi ambayo ni nzuri ambayo ingewafaa wafanye. Washauri tena na tena na tena na tena maadam siku zipo, wape tu, si lazima kila wakati lakini kumbuka unapokumbuka, washauri kazi za kufanya, waunganishe na kazi. Unapofanya kazi sehemu, kama kuna opportunity, waunganishe ndugu zako kwa kiroho, ndugu zako kwa kimwili, umesikia? Kazi sehemu, waunganishe. Unajua ndugu yako amesoma, anacheti, ana cheti lakini hana kazi Unapopita sehemu, uliza ndugu zako, nimesema wakiroho au wa kimwili, hakikisha unawatafutia kazi, unawaombea kazi, unawaunganisha na watu ambao unawajua, lakini huku unaendelea kuwaombea na kuwaonya, sababu unajua unaweza ukawaunganisha ndugu wengine kazi na bado wakakuangusha lakini kama unaona maisha yao bado hayaendi vizuri, ni muhimu kuambia mapema, usiwaache, usiwaache. Maana kama unawapenda kweli, utawaambia na dhambi zao wapate kuziacha, utawaambia waache pombe. Najua wengine wanaweza wasikusikilize, lakini hei, usikate tamaa mpendwa, usikate tamaa. Waambie neno la Mungu, waambie mistari ya Biblia kwa upendo na kwa uvumilivu wote na kwa subira wote kama vile Bwana anavyokusubiria wewe. Nimesema labda Bwana akwambie uache, sababu najua Mungu kuna wakati mwingine anakuambia, hapo yatosha, mwache huyu mtu. Na akikwambia hivyo, maanake Mungu amesema maombi yako yamefika hatua ambayo yeye atayashughulikia kivyake lakini kama Mungu anayesema usichoke, maana mafanikio ya ndugu zako ni mafanikio ya yako pia, mafanikio ya yako ni mafanikio ya ndugu zako, kwenye kanisa, kwenye kazi, kwenye elimu, ni mafanikio ya wote. Wafariji ndugu zako wanapopita katika hali ngumu. Ndugu zako wa kiroho wameanguka kiroho, wafariji, watie moyo, waonyeshe kwamba unawajali Wanapofiwa, wanapoumwa, wapigie simu, watumie message, watembelee, maana kumbuka Kristo alisema, nalikuwa mgonjwa, hamkuja kuniona, nalikuwa gerezani, hamkunitembelea, nalikuwa uchi, hamkunivisha, nalikuwa na njaa, hamkunilisha, nalikuwa na kiu, hamkuninywesha nao. Au wewe utauliza ni lini Bwana ulikuwa na hivi na mimi sikufika? Atakwambia, wakati ambapo uliwaacha ndugu walio wadogo, ndivyo ulivyokuwa umeniacha mimi. Leo badilika. Kuna ndugu zako haujapatana nao, huongei nao, una bifu nao, hutaki kuzungumza nao kabisa. Hebu tubu mbele za Mungu, tubu mbele za Mungu, nenda kawatafute ndugu zako patana na mshtaki wako. Kama una sadaka iache, nenda kwanza kapatana na ndugu yako. Kama umeshindwa kupatana naye, wewe chukua mtu mwingine, ndugu mwingine. Kama umeshindwa kwa ndugu mwingine, mweleze mchungaji, mweleze kiongozi wako wa kiroho, naye atakusaidia mpatane, mtengeneze pamoja. Kama uombei ndugu zako, anza kuombea ndugu zako, washike, waeke moyoni mwako unaosoma nao unaofanya nao biashara unaosali pamoja nao, ombea watu wako washike, hakikisha unawasaidia hata kufika hatua ambayo Mungu anataka wafike. Mungu akubariki sana ndugu. Ninakaribisha kama una maswali, kama una maoni, kama unataka ushauri, ukomenti hapo, uzungumze na mimi Upige simu katika huduma hii, tupate kusaidiane, tupate kusema kitu kizuri pamoja. Mungu akubariki sana. Basi tukutane katika kipindi kijacho, na Mungu aendelee kuwa pamoja na wewe. Anza jambo hili mara moja, usisubiri kesho au kesho kutwa, maana hujui siku wala saa ajapo mwana wa Adamu. Mimi binafsi nimeshaanza na tumaini na wewe utaanza na kuendelea. Bwana akubariki. Tangu sasa na hata milele. Amen.